Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu sana kwenye Nuhu Online TV. Leo tunazungumzia jambo la muhimu sana, jinsi ya kupata internet bure kwa njia halali mwaka huu wa 2025. Siyo maneno tu, hii ni taarifa ya kweli na ya uhakika. Usiende kokote, tuende pamoja hatua kwa hatua. Wengi wanahitaji internet bure kwa sababu kila kitu sasa kiko mtandaoni: shule, kazi, biashara, hata burudani. Lakini si kila mtu ana uwezo wa kununua bando kila wakati. Ndiyo maana njia halali za kupata internet bure ni muhimu sana, hasa kwa wanafunzi, vijana na wajasiriamali wadogo. Sasa hebu tuangalie njia tatu kuu za halali kabisa za kupata internet bure bila matatizo yoyote. Mitandao kama Vodacom, Airtel, Tigo na Halotel huleta promotheni mbali mbalimbali. Unaponunua starter pack mpya au ukitumia menyu ya 147 unaweza kupata ofa kama bando la bure kwa siku moja au ongeza muda uzawadiwe MB. Hizi promothen zinatangazwa kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii na tovuti rasmi. Tovuti vodacomcotz, airtelcotz, halotelcotz. Maktaba, vyuo vikuu, migahawa na hata stendi za mabasi nyingi sasa zina Wi-Fi ya bure, lakini ili kutumia kwa usalama, usifungue akaunti zako nyeti, benki, barua pepe, tumia VPN, epuka kubofya link zisizojulikana. Baadhi ya apps zina kulipa mb bure kwa kutazama matangazo au kufanya kazi rahisi. Mfano ni Taskbucks, Gigato, Mcent. Pakua apps hizi kupitia Google Play Store pekee na hakikisha unasoma maoni ya watumiaji kabla ya kutumia. Kumbuka usalama wako ni muhimu sana. Tahadhari, epuka link zisizo rasmi zinazodai kutoa internet bure. Usibofye viungo vya click hapa upate MB. Tumia VPN unapokuwa kwenye Wi-Fi ya umma. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali bonyeza like, share kwa marafiki zako na usisahau kusubscribe hapa Nuhu Online TV kwa video nyingine nyingi zenye elimu, ukweli na msaada wa moja kwa moja. Tutaonana kwenye video inayofuata. Kaa salama na tumia internet kwa busara.